Polisi mkoa wa Morogoro limewakamata uh, Fortunatus Joseph Lihame mwenye umri wa miaka arobaini na sita. Huyu ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Ibugusa na makasiwa Abdalla Shabani, miaka arobaini na tano. Huyu ni mwenyekiti wa kijiji cha Ibugusa, wilaya ya Kilombero, uh, mkoa huu wa Morogoro, kwa kosa la kusababisha mauaji ya Zengo Shija Figiri. Huyu ana umri wa miaka thelathini na tano, ni mkazi wa Ngapembe, kata ya Utengule, wilaya ya Kilombero. Hili tukio limetokea tarehe kumi na tatu kwa maana ya jana, mwezi huu, majira ya asubuhi, karibu na hifadhi ya bonde la pori tengefu la mto Kilombero, kata ya Utengule, wilaya ya Kilombero. Watuhumiwa hao wawili pamoja na wenzao ambao tunawafuatilia walimshambulia marehemu kwa silaha za jadi, wakimtilia mashaka kuwa ni mwizi wa ng'ombe ishirini okuwa anawaswaga kuelekea kwenye malisho eneo la pori tengefu hilo. Lakini tukio lingine uh, ni uthibitisho wa tukio la kifo cha mtu ambaye amefahamika kwa jina la Francis Charles Lihempanyema, miaka arobaini na tano. Huyu ni mvuvi na ni mkazi wa Nakaguru, wilaya ya Kilombero. Ili lenyewe tukio limetokea tarehe kumi na mbili mwezi huu wa tatu mwaka huu majira ya jioni katika eneo hilo la bonde la pori tengefu la mto Kilombero karibu na kijiji cha Mngeta, kata ya Mchombe, wilaya ya Kilombero, mkoa huu wa Morogoro. Uh, taarifa za uchunguzi zinaonyesha marehemu alitereza na kutumbukia mtoni alipokuwa anapanda mtumbwi akiwa na wenzake watatu ili kuwakimbia askari wa hifadhi ya pori hilo tengefu ambao walikuwa doria kwa uchunguzi wa awali umebaini kuwa marehemu na wenzake watatu waliingia katika pori hilo tengefu isivyo halali na kufanya shughuli za uvuvi, lakini mara baada ya kuwaona askari na kutambua kwamba wao hawakuwa na uhalali wa kuwa kule, kwa mbali walidandia, walipanda mtumbwi na kukimbia na kumtelekeza mwenzao ambaye naye alijaribu kupanda mtumbwi, akateleza na kuanguka kwenye maji. Lakini uchunguzi wa kina wa matukio yote haya mawili uh, unaendelea kwa kushirikiana na wadau wengine wa haki jinai.